Anasema al-Imamu al-Hasan al-Basri: ya ma'ashara ash-shababi, enyi kongamano la vijana, alaikum bil akhirah, ni juu yenu kushikamana na kuihangaikia akhera e, fatulubuha, itafuteni hiyo akhera, fakathiran raaina mara nyingi tulivyoona au mengi tuliyoyaona na kuyashuhudia. mantalaba al-akhira, tumeona kwamba yule anayetafuta akhera e, fa adrakaha maa dunia, akaipata hiyo akhera akaidiriki akhira pamoja na dunia, maanake akavipata vyote viwili. wa mara aina ahadan, hatujawahi kuona yeyote yule talaba dunia ambaye anaihangaikia dunia kutafuta dunia, fa adraka alakhirah, kisha akaipata akhera maa dunia, pamoja na dunia kwa pamoja. Kwa hiyo tuitafute akhera, dunia iko itapatikana kama alivyosema Mtume, yule ambaye hamu yake ni akhera, basi hata dunia Allah tamuzuku min haythu la yahtasibe.